Masha Allah, hii ndiyo ng'ombe mulitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumeleta kwa mayatima, imeshuka kwa gari, tunapeleka mahali pa kuchinjia. Allah Subhanahu wa Ta'ala awazidishie fi dunya wal akhirah. E, kuna mbuzi tano pia ziko huko ndani, tunaleta zote, yote inachinjwa. na Allah Subhanahu wa Ta'ala awazidishie fi dunya wal akhirah. Nampatia ndugu yetu Abubakar awafanyie dua hao mandugu zetu ambao wametoa ng'ombe yao na mbuzi e, ng'ombe kwa yatima. Ndio hiyo ndio sasa tunaanza kuchinja inshallah, alafu tutie dua kwa pamoja. Aha. Mashallah, ndume nzuri hii, mashallah, nyama nzuri, ndio tuna nini, ndio tuweze kuchinja hapa kwa yatima. Mashallah, kwa wale wote waliotoa, Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho, siku ya Kiyama, alafu tutafanya dua pamoja na watoto mayatima uh. Haya, na mbuzi ambayo tulileta ndio hizo, inshallah na kondoo mashaallah, ndio sasa udhuhia tunachinja hapa kwa eh... Hapa katika sehemu ya mayatima inshallah, ndo hizo mbuzi e, na ngombe tayari saa chinjwa, ndo hiyo jua. Tunaogopa kuonyesha sana damu katika mtandao, isilete e, tukabaniwa, ndo hiyo sasa. E, tunaweza kuchinja inshallah, mbuzi nazo ndo hizo inshallah, udhuhia katika mayatima ndo hiyo. Haya, mbuzi nazo ndo hizo nachinjwa pamoja na kondoo, kondoo ndo hiyo, mbuzi nazo ndo hizo naendelea kuchinjwa inshallah. Eh, udhuhi hapa kwa mayatima wafanya hivi kwa ajili ya feedback inshallah. Eh, ndo zinaendelea kuchinjwa mbuzi na kondoo Udhuhia ndio hiyo, udhuhia hapa kwa mayatima insha Allah. E, tunaendelea kutayarisha zile zingine, bado zinaendelea kuchinjwa. Asalamu as aleikum warahmatullahi wabarakatuh. E, alhamdulillah tunashukuru Mungu, Eid Mubarak. E, tumefika hapa na tumechinja ng'ombe na tumechinja kondoo na, na mbuzi tumechinja. Alhamdulillah, kuna ndugu zetu walituomba dua sana, ambaye kuna ndugu yetu anaitwa Isa Safari, kuna ana matatizo yake hapa na pale, alikuwa anaomba dua, tuwafanyie dua, muwafanyie dua, miongoni mwa wale ambao huwa wanasaidia sana na kuna dada yetu pia mwingine ambaye yuko anaumwa, aliomba dua na kuna waislamu wengi pia wanaomba dua kutoka kwenu. Kwanza ule anayeumwa, Mwenyezi Mungu ampe shifa, na huyo ndugu yetu anasema kuna mambo bado hayajaingia vizuri, wanahitaji mambo yake yafunguke. Mwenyezi Mungu amfanyie mambo yake wepesi, namna alivyowafurahisha mayatima katika siku ya Idi, hivo hivyo Allah naye aufungulie mambo yake hapa na kesho siku ya Kiyama. So na waislamu wote ambao wanasaidia katika swala lolote, na ukuja ambao ni katika Salim Daawah, mambo yote ambayo inatokea yoyote ile kwa ajili ya waislamu ndugu zetu, kama ni kwa mayatima wanatutuma tuna deliver, Mwenyezi Mungu walipe hapa na kesho siku ya Kiyama. Yoyote aliyehusika katika hii program Mwenyezi Mungu amlipe hapa na kesho siku ya Kiyama. So ustadhali, pia nawe Inshallah, unaweza kuongeza. Kuna wale wametoa mbuzi nao, Mwenyezi Mungu walipe. Kuna ndugu zetu walitoa kondoo, Mwenyezi Mungu awafungulie hapa na kesho siku ya kiyama. Ndio tumpatie ustadhi akimalizia, inshallah mashaallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tunamshukuru Allah, subhanahu wa ta'ala, kutujalia siku kama leo, siku ya furaha, siku ya Eid, mashaallah, na kusherekea pamoja na mayatima

na wale wana mambo ya wa shida ya mali mali, Allah subhanahu wa ta'ala awapatie mali ambayo watafanya nayo ibada, kwa ni kitu muhimu, ni upewe ukipewa mali, ni ufanye nayo ibada, upate radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, ni mahali popote mlipo, wale wanatuangalia kwa mtandao, hawa ni mayatima ya Majlis Markat Albanat Alislamia, na mimi na nyinyi ndio wazazi wao, ndio mandugu zao ndio walezi wao. Kwa hivyo ndugu zanguni, mahali popote mlipo, mlapo tuona, hii ni majlis ya kiislamu na ni watoto wa Waislamu. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kutafuta riski ya hawa watoto kukula, na mavazi ya hawa watoto kuvaa, na masomo yao lazima tuifikirie. Kwa hivyo ndugu zanguni, ni bora mchangie hawa watoto, bora sana.

E, nafurahi sana tukija hapa kwa maya yatima na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, yeyote hey, atakayemonyesha yatima, kumulisha yatima, alifanya vidole namna hii, yani watakuwa pamoja katika janna. Kwa hivyo kama unamlisha yatima usiwe na wasiwasi, lisha yatima, mtakuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika janna. Kwa hivyo ningewaombea Waislamu wote ambao wameweza kufanya hii shughuli kuna wale wametoa, kuna wale wamenunua ng'ombe, kuna wale wamenunua mbuzi, wote Waislamu ambao wametoa, wamechangia katika kusaidia maskini na mayatima, na wale watu wengine hawana uwezo wa kuweza kununua, na wale watu ambao wameingia wameingia katika dini ambayo ni wageni, wameweza kutoa mali zao kwa ajili ya hayo mambo, tunaombea dua kwa mwenyezi mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu katika pale walitoa, Mwenyezi Mungu ajaze pale, alirudishe na ajaze na ajaze tena, na tena. Kwa hivyo sina mengi ya kusema, nafikiri tuko na ustadhi hapa ambaye ndio msimamizi wa hii eh, hii ya eh, makazi ya atima, na yeye tusikie anatuambia nini. Wa wa, alhamdulillahi rabbil alamin al wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Kabla hatujatoa dua, tutatoa shukurani kwa Waislamu wote ambao wameweza kutoa chochote wa watoto yatima wa Markazil ba, Banatil Islamia na khaswa, tuko hapa na ndugu zetu Sheikh Salim Sheikh Ali eh, na Sheikh Hassan eh, ambao wanashughulika na dawa ya kulingania dini ya Allah subhanahu wa Ta'ala, na pia wamekuwa wakilingania sana hawa watoto wetu ambao ni mayatima wa Good Markazil Banatil Islamia kwa mara nyingi kuhusu chakula kwa, kwa, kuhusu mavazi, kuhusu mambo yao masomo, na pia katika hii wakati ya udhuhia, pia kila mara wamehakikisha ya kwamba hao watoto wanapata nyama ya udhuhia. Katika hiyo yote tuwarudishe shukurani pia kwa wote wale ambao wao wapatia wao e, donation zao ili wafikishe, ukweli ni kwamba zinafika, na Mwenyezi Mungu awajalie na awajaze zaidi. Kwa hilo tunasema Jazakumullah. Katika yote tunamalizia tukisema kwa wote ambao wametoa tunaweka dua tukisema al-Fatiha. Amin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.

Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Yala, tunakuomba kusaidie wageni wetu, wape riziki, wape shifa, usamee rambi zao, usaidie familia zao, waongoze, watimizie haja zao. Amin, shukran. Rabbana atina fidunia hasana wafil akhirati hasana wakina adhaban nar. Mungu tunakuomba usaidie wageni wetu wape riziki, Amin. wape shifa Mungu tunakuomba usaidie wenye wametudonetia wape riziki, wape maisha marefu, wasaidie na familia zao, wasamee madhambi zao Akalime. Rabbana atina fi dunia hasana fil akhirati hasana wa adhaban nar. Allah, tunakuomba usaidie enye ametusaidia wape riziki, wape shifa, wape maisha marefu, wasame dhambi zao. Allah, tunakuomba usaidie familia zao, usipe riziki, usipe shifa. Allahumma anta salam waminka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma inna audhu bika min adhabil kabir wa min adhabin nar

Rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana wa qina adhaban nar Ya Allah tunakuomba usaidie Salim Daawah wape riziki wape shifaa wope maisha marefu uondolee misukosuko wafungulie njia zao za riziki, ya Allah